Adaobi alisimama mlangoni kwa Chike, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alikuwa ameota kuhusu siku hii, siku ambayo angehamia kwa mwanaume anayempenda, mwanaume aliyedhani angekuwa mume wake muda si mrefu. Alibadilisha mzigo wa mifuko ya ununuzi mikononi mwake, ikiwa na viungo alivyovichagua kwa uangalifu kwa ajili ya chakula alichopanga kupika. Akiwa na pumzi ndefu, Adaobi aliinua mkono wake na kugonga mlango. Mlango ulifunguka kwa kishindo na hapo Chike akatokea. "Karibu nyumbani," alisema kwa sauti tulivu lakini yenye mvuto, kana kwamba si mwanzo wa maisha yao pamoja. Adaobi alitabasamu akaingia ndani. Sebule ilikuwa safi lakini ilionyesha maisha ya mwanaume asiye na mke, vitabu vikiwa vimepangwa kiholela mezani, glasi nusu iliyojaa maji karibu na remote ya TV na harufu hafifu ya manukato ikienea hewani. Aliitazama kochi, sehemu ambayo alikuwa ameketi naye mara nyingi, wakipanga ndoto za maisha yao yajayo. Alipoweka chini mifuko yake Alimgeukia Chike, macho yake yaking'aa, na kuahidi, nitakutunza. Chike alitabasamu na kicheko kidogo, kisha akambusu paji la uso, najua. Ada nafanya hivyo kila siku. Hakugundua mwangaza wa hisia fulani isiyosomeka machoni mwake. Usiku huu angemwandalia chakula anachokipenda, kesho angeanza maisha mapya kama mke wa nyumba hii, na siku moja, siku si mbali, angeolewa naye. Harufu ya kitunguu kilichokaangwa na pilipili mbichi ilijaza hewa ikileta joto jikoni. Adaobi alisimama mbele ya jiko akichochea sufuria ya supu. Tayari ni miezi minane tangu ahamie kwa Chike. Alizoea maisha yake haraka, kupika vyakula anavyopenda, kufua nguo zake, kupanga kabati lake na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Adaobi alitabasamu kimoyomoyo. Alikuwa na furaha na hilo lilimaanisha kuwa naye pia alikuwa na furaha. Chike, aliita kwa upole akifuta mikono yake kwenye kitambaa cha jikoni, chakula kimeiva. Sekunde chache zikapita, hakujibu. Akiwa na mshangao mdogo, alisogea mlangoni. Alikuwa amelala kwenye kochi, miguu yake ikiwa juu, macho yake yamejikita kwenye simu. Chike aliita tena kwa sauti kubwa kidogo. Aliinua macho kwa sekunde moja tu. Hm? Chakula. Oh, niletee hapa sebuleni, alisema akiendelea kuchunguza simu yake. Adaobi alipiga kope, lakini akakubali haraka. haikuwa mara ya kwanza alijifunza kutolalamika. Aliandaa sahani yake kwa umakini, akihakikisha kila kitu kiko sawa. Nyama ilikuwa laini, supu nzito yenye viungo sahihi. Aliibeba hadi sebuleni, akiweka kwa upole mezani mbele yake. Alikula kimya kimya, bila kuinua macho. Mm, ni tamu, aliguna. Moyo wake ulijawa na furaha. Alichukua sahani yake na kuketi kando yake. Kwa sekunde chache alimtazama, akisubiri aseme jambo, labda aulize siku yake ilivyokuwa, labda atabasamu labda atamwangalia na kugundua alivyopanga nywele zake kwa ajili yake. Lakini hakuna kitu. Aliangalia chakula chake akimeza huzuni pamoja na mlo wake. Usiku huo alipokuwa akikunja mashati yake, akamtazama Chike, umewaza kuhusu tulichozungumzia kuhusu kufunga ndoa hivi karibuni? Chike aliguna, akipapasa paji lake Ada, tafadhali, tufanye haya mazungumzo wakati mwingine. Lakini imekuwa karibu mwaka mmoja, alisema kwa sauti ya upole nataka tu kujua kama tunafikiria sawa. Chike alimwangalia, tabasamu dogo likicheza mdomoni mwake uko hapa sivyo? Adaobi akasita. Ndiyo lakini basi, tulia, alisema akichukua simu yake tena. Itafanyika hivi karibuni, kuwa na subira tu. Adaobi alimeza kwa shida na kutikisa kichwa. Angeendelea kungoja. Baada ya yote, tayari alikuwa akifanya kila kitu ambacho mke hufanya Ilikuwa ni suala la muda tu kabla hajapata cheo rasmi, sivyo? Jioni ilikuwa tulivu. Harufu ya supu ya nsala aliyopika Adaobi ilienea hewani ikichanganyika na manukato aliyoweka nyuma ya masikio yake. Nyumba ilikuwa na joto, mwangaza hafifu ukipaka ukuta rangi ya dhahabu ha. Alikuwa akiimba kwa sauti ndogo huku akiwa amebeba sinia la matunda yaliyokatwa. Usiku huo Chike alikuwa na marafiki zake, walikuwa wakitazama mechi ya mpira, sauti zao za furaha na vicheko zikisambaa kwenye korido. Adaobi alipokaribia sebule akapunguza mwendo, kulikuwa na kitu tofauti kwenye vicheko vyao. Alisogea mbele akijificha nyuma ya mlango, hakukusudia kusikiliza, lakini kisha alisikia sauti ya Chike, ya kawaida ya mzaha. Anaishi na mimi kwa miaka mitano sasa, akifanya kazi za mke bure, alisema kwa kujinadi. Vicheko vililipuka chumbani. Ah, Chike, wewe ni mbaya sana, oh, rafiki mmoja alicheka. Unamaanisha, hutamwoa Chike? Aling'aka, nioe kwa nini? wakati tayari anafanya kila kitu mke hufanya, anapika, anasafisha, anamwita mama yangu mama. Kwa nini sikuwahi kumwahidi chochote? Adaobi aliganda, sinia mikononi mwake likateleza, sauti ya matunda yakitawanyika sakafuni ilikatiza vicheko kama kisu. Kimya, wote wakageuka kumwangalia, uso wa Chike ukabadilika rangi. Adaobi alisimama pale, moyo wake ukidunda kwa nguvu kifua kikibana, pumzi ikikwama kati ya mshangao na maumivu. Vidole vyake vilitetemeka, tabasamu la matumaini likififia. Alichunguza uso wa Chike akitumaini ataomba msamaha, ishara kwamba ilikuwa utani, lakini aliona mshangao tu. Amebanwa, ameumbuka. Hakukuwa na majuto. Uchungu ulimchoma zaidi ya kisu. Hakusema neno, hakulia, aliinamisha kichwa tu na kuondoka. Chumba kilibaki kimya alipokuwa akitembea kwenye korido Nywele zake ndefu zikiyumba kwa kila hatua. Na hapo ndipo Adaobi alitambua ukweli: alikuwa amempa Chike kila kitu, lakini yeye hakuwa na mpango wa kumpa chochote, na alikuwa amechoka. Usiku ulikuwa mzito kwa ukimya ule wa kabla ya dhoruba. Ngurumo ya mbali ilisikika, kana kwamba hata ulimwengu ulielewa uzito wa tukio hilo. Adaobi alisimama chumbani, mwangaza hafifu ukimulika macho yake yaliyojaa machungu. Alikuwa ameishi hapo kwa miaka mitano. Miaka mitano ya upendo, subira na kujitolea, miaka mitano akiamini kwamba siku moja angekuwa mke wa Chike, lakini sasa alijua ukweli. Hapo awali, vidole vyake vilitetemeka alipokunja nguo zake za mwisho, haraka lakini kwa umakini. Hakusita, hakuwa na mashaka. Alikuwa amelia kimya kwa muda mrefu, akashikilia matumaini kwa muda mrefu sana, lakini usiku huu alikuwa anaondoka milele. Nyumba ambayo hapo zamani ilihisi kama makazi sasa ilionekana kama gereza. Ghafla sauti ya hatua ilisikika kwenye ukanda wa nyumba. Ada, sauti ya Chike iliyochanganyika na usingizi ilisikika mlangoni. Alifuta macho yake akionekana kuchanganyikiwa na alichokiona, mwanamke wake Adaobi akipanga mizigo yake. Unafanya nini? Sauti yake ilijaa usingizi na mshangao. Adaobi alivuta pumzi kwa nguvu, lakini hakumwangalia. Naondoka. Chike alishusha pumzi kwa kasi, alisogea karibu, uso wake ukibadilika kutoka mshangao hadi hasira. Kuondoka? Ada, unasema nini? huu ni usiku wa manane. Hatimaye aligeuka kumtazama, uso wake ulikuwa mtulivu, macho yake makavu, lakini yaliyojaa uamuzi. Nimekusikia, Chike alisema kwa sauti ya chini. Nimekusikia ukiwaambia marafiki zako kuwa nimekuwa kama mke wa bure. Uso wa Chike ulipauka. Alifungua mdomo lakini hakuna maneno yaliyotoka. Midomo ya Adaobi ilitetemeka lakini alisimama imara. Nimekupatia miaka mitano mitano Chike, na hujawahi kuniona kama mke, umeniona tu kama najirahisisha. Kimya kilitawala kati yao, kizito na cha kukaba. Chike alichukua hatua ndogo mbele. Ada, tafadhali, ilikuwa tu mazungumzo najua na kujali. Hapana, alitikisa kichwa akimkatiza. Kama ungenitaka kama mke wako, ungenioa ukuwa na mpango huo, na sitapoteza hata sekunde moja zaidi nikimsubiri mwanaume ambaye hata nichagua kamwe. Alichukua kibegi chake, mkono wake ukiwa thabiti. Chike alimtazama, uso wake haukusema lolote. Adaobi tafadhali, sauti yake sasa ilikuwa ya chini, iliyojaa kitu kilichokaribia majuto. Usiondoke. Alimpita bila kusema neno. Alipofika mlangoni, alisimama kwa sekunde, aliangalia nyumba hiyo kwa mara ya mwisho, mahali palipoiba miaka yake mingi, kisha kwa pumzi ndefu, alitoka nje kwenye usiku wenye baridi na upweke. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi uhuru. Adaobi alikaa kwenye mgahawa wa nje, mwangaza wa jua la machweo ukimpa joto. Ilikuwa miezi mitatu tangu aondoke kwa Chike, miezi mitatu tangu aachilie upendo ambao haukuwahi kuwa wake kweli. Na sasa alikaa mbele ya mwanaume aliyemtazama kana kwamba alikuwa kitu kizuri zaidi alichowahi kuona. Emeka hakuwa kama Chike, alikuwa makini, mcheshi wa dhati, na macho yake hayakuwa na shaka. Hakumfanya asubiri, hakumfanya ajiulize thamani yake. Badala yake, alikutana naye, akampenda, na ndani ya miezi mitatu akamwomba awe mke wake. Aliangalia mkono wake ambapo pete nyembamba ya dhahabu iling'aa. Ilihisi nyepesi isiyo na uzito, kama upendo wao umekuwa kimya. Sauti yake yenye utulivu ilimrudisha kwenye mawazo yake. Adaobi alitabasamu akitikisa kichwa taratibu. niko tu na furahi. Emeka alitabasamu pia. natamani ujue ada, sitapoteza hata siku moja kuthibitisha kuwa utathaminiwa daima. Moyo wake ulijaa furaha. Hakuna kusubiri, hakuna mashaka, ni upendo tu. Siku kadhaa mbele. Walifunga ndoa na rasmi walikuwa mke na mume. Adaobi alipumua taratibu. Chozi moja likimdondoka shavuni, si kwa huzuni, bali kwa furaha kuu ya kupata upendo uliofika haraka, lakini ulihisi wa kweli bila shaka yoyote.